Hebo Clinic, suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Wa Tanzania zimejazwa vizuri tamko la mgombea wa rais na makamu wa, wa Tanzania zimejazwa kwa ukamilifu na tarehe. Tamko la kisheria la mgombea kia rais na makamu wa rais wa wa wa Tanzania limejazwa kwa ukamilifu na kutiwa muhuri wa mahakama kuu. Majina ya wa wadhamini mia mbili kwa kila mkoa kwa maana mikoa 10, angalau miwili kati ya hiyo kutoka upande wa Zanzibar nimejazwa kwa ukamilifu anwani zao na baadhi ya kazi za kupiga kura na saini kwa kwenda kwa saini kama alama za gumba, kwa sababu walisema na kwani uthibitisho wa chama cha siasa kudhamini mungu umetolewa, uthibitisho <coughs> wa msimamizi wa uchaguzi na mbuli wake uliowekwa mgombea, mweka dhamana ya kiasi cha shilingi za Tanzania milioni moja, na fomu namba 10 ya tamko la kuheshimu na kutiliza maadili ya siasa nakala 4 zimejazwa kwa mimi. Mwenyekiti, tunapendekeza uweze kuteua kwa mgombea cha kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mimi jaji mstaafu Damian Zefrini Lubuva, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, natangaza kuwa wagombea wa nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha CHADEMA wameteuliwa rasmi kuwa wagombea wa nafasi ya kiti cha rais na umakamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa 2015. Pamoja na, na uteuzi huu, ninakukabidhi nyaraka nya, nya zifuatazo. Kwanza, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977. 2. Sheria ya taifa ya uchaguzi ya, ya, ya wa rais wa bunge namba 1 ya mwaka 1985 sura ya 343. tatu. Maelekezo kwa wagombea wa vyama vya siasa. 4. Nin, maadili ya uchaguzi toleo la 2015. tano. Kanuni za uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano toleo la 2015 sita. Sheria na kanuni za gharama za uchaguzi. Ni matumaini yangu na wenzangu katika tume ya uchaguzi kuwa wewe mgombea na mwenza wako mtasoma na kuyazingatia maadili hayo kama yalivyosainiwa na uongozi wa chama cha ja demokrasia na maendeleo na vyama vinginevyo kilichowapendekeza kuwa wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

mkabidhi nyaraka mbalimbali kwa ajili ya kugombea na makamu mgombea, <coughs> tamko la mgombea kuhusu kuheshimu na kutekeleza maadili ya uchaguzi ya mwaka 2015, nyaraka ni viambatisho vya wadhamini ambao <coughs> walikuwa wamepita katika mikoa kumi, kati ya hiyo miwili kutoka Zanzibar. Mwenyekiti, tumekamilisha shughuli yetu. Si, mzingatie kanuni na maadili katika proses ya mchakato wa kampeni hadi siku ya uchaguzi. Natakia kila la heri, asanteni sana. si, si,

Aya, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mimi Jaji mstaafu mm Damiazoemuva, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, natangaza kwamba wagombea kwa nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha Alliance for Demo Demo for, for Change and Transparency, ACT Wazalendo wameteuliwa rasmi kuwa wagombea wa nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu ujao mwaka huu 2015 pamoja na uteuzi huu, na, na kukabidhi nyaraka nya zifuatazo: kwa kwanza, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977, mbili, sheria ya taifa ya uchaguzi wa raisi na wabunge ya 1985 namba 1 sura ya 343. Tatu, tatu maelekezo kwa wagombea wa vyama vya siasa nne, maadili ya uchaguzi toleo la 2015, tano kanuni za uchaguzi wa raisi na wabunge toleo la 2015 na sita, sheria na kanuni za gharama za uchaguzi. Ni matumaini yangu mimi na wenzangu katika tume ya uchaguzi kuwa wewe na mgombea mwenza wako mtayasoma na kuyazingatia maadili hayo kama yalivyosainiwa na, na uongozi wa chama kilichowapendekeza kuwa wagombea kwa kiti cha rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Mwenyekiti, naomba sasa tia saini

Mwenyekiti, naomba ukabidhi <clears throat> fomu za uteuzi mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea nao makamu wa rais waje, utakuwa mkabidhi nakala mbili ya tamko la mgombea la kukiri kuheshimu na kutekeleza maadili ya uchaguzi. Naomba mkabidhi nyaraka mbalimbali. Ndugu wagombea, huo ndio mwisho wa shughuli yetu leo kuhusiana na uchukuaji wa fomu. Kwa niaba ya wenzangu kwenye tume, nirejee pale nilipoanzia kwamba safari ya kampeni inaanza kesho. Hivyo kama nilivyosema hapo awali katika shughuli yote ya kampeni na hatimaye uchaguzi, zingatieni kwa kila hali kanuni e, e, ya maadili maadili ya, ya uchaguzi ambayo mlitia saini elfu mbili kumi na tano. Mkifanya hivyo, pamoja na maelekezo yote ambayo nimewakabidhi, pamoja na sheria na kanuni, uchaguzi utakwenda kwa amani. Kwa hivi kubwa lenu kunadi sera zenu kwa mujibu wa taratibu na jinsi mtakavyokuwa umepangiwa sehemu mbalimbali. Ukifanya hivyo, mimi na wenzangu kwenye tume tunaamini kwamba uchaguzi utakwenda kwa amani na kwa utulivu na hatimaye wananchi wakapata nafasi kupiga kura katika hali ya utulivu. Baada ya hapo, tunawatakia safari njema, kila la heri. Asanteni sana.